yetu tumekuletea hatua kumi ambazo unatakiwa uweze kuzifahamu au uweze kuzifata kama unataka kuanzisha ufugaji wako au mradi wako wa kuku kibiashara. Na endapo kama ulishaanza ufugaji wako, basi sio mbaya, hujachelewa. Unaweza pia ukazifuatilia hatua hizi kumi, utaangalia ni wapi ulipoweza kukosea, au ni ni wapi unatakiwa unatakiwa uweze uweze kuboresha kuboresha zaidi zaidi. Katika katika katika video video video hii hii hii hii tutaenda kuangalia namna namna gani gani unaweza kutafuta masoko na na na ufugaji ufugaji ufugaji wako wako. Kufanya tu tu ufugaji wako usiweze kuwa hasara. Mwanzo hadi mwisho utajifunza mengi. Ndio tu, sana. Kama wewe ni mara kwa kwanza kufuatilia video katika channel hii. Channel hii inajihusisha na mambo ya kilimo. Kile tunachokifahamu sisi basi tunashirikishana kwa pamoja ili tuweze kuelewa na kufanya shughuli zetu za kilimo na ufugaji ziweze kwenda vizuri. Utakachokifanya ni kuweza kujiunga na kujiunga kwa kuweza tu kusubscribe katika channel hii. Kwa wale ambao walishaweza kusubscribe, basi haina haja kufanya hivyo. Ndugu yetu, jambo la kwanza kabisa, lazima ufanye utafiti wa kutosha kulingana na uhitaji wa soko katika eneo linalokuzunguka. Hapa nazungumzia bei ya kuku katika eneo lako, lakini pia aina ya kuku wanaofugwa au wanaoweza kuliwa kiurahisi au watakaoweza kuuzwa kiurahisi katika eneo linalokuzunguka. Ndugu yetu, lazima ujue kwamba Je, yeah, uh, kuku wako unaotaka kufuga ni kwa ajili ya nini? Hapa unazungumzia ule kuku, kama ni kwa ajili ya mayai au kwa ajili ya kuja kuuza nyama. Hizi ja, utazipata tu kwa kufanya utafiti mdogo na kuweza kugundua basi, changamoto hizo utaweza kuzitatua vipi? Jambo la pili, ndugu wetu, lazima uangalie, uandae mpango. Hapa unazungumzia ule mpango wa kibiashara, lazima ujue Uh, bei ya uh, vyakula katika eneo lako linakuaje? Yaani, mtaji utakuaje? Je, kuku unaotaka kufuga bei yake inanunuliwa ina, ina vipi hapa? Kama unanunua vifaranga, je, vikoje? Na je, uh, unafahamu kwamba uh, madawa mbalimbali mbali, au chanjo mbalimbali mbali ambazo zinatumika, vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika, lakini pia hata gharama za banda lazima usije ukasahau. Kwa hiyo vitu vyote utavifanya kwa kuweza kukaa chini wewe mwenyewe, lakini kama unahitaji msaada zaidi, unaweza ukazifuatilia video zetu, vimeelekeza kila moja hapo, au kila changamoto, au kila mpango ambao unataka kuufanya uweze kutatua kwa namna gani. Utafuatilia video hizi, utaweza kujifunza aina mbalimbali za mabanda lakini pia vyakula mbalimbali kwa ajili ya kuku, chanjo mbalimbali kwa ajili ya kuku utaweza kuandaa kabisa, na utaweza vikakusaidia sana. Jambo lingine ni lazima unajue mahali pazuri pa kufugia kuku. Hapa nazungumzia eneo, yani nafasi la eneo la banda lako, lakini pia eneo la banda lako lazima lisiwe na kelele nyingi sana kwa sababu kuku wapendi sana kelele au usumbufu wa aina yoyote ile, lakini pia unatakiwa uhakikishe upatikanaji wa maji katika eneo hilo unakuwa, una, unapatikana kiurahisi, lakini pia hata miundombinu ya usafirishaji usio ukaweka kuku kiasi ya kwamba barabara au eneo aliweze kufika kiurahisi, hii itakuwa ni hasara kwake. Jitahidi sana kupata mbegu ambayo ni bora kwa ajili ya ufugaji wako. Hapa nazungumzia afya bora ya kuku, lakini aina ya mbegu ya kuku. Mbegu ya kuku ina faida kubwa sana katika kutambua au kuchochea, uh, ufugaji wako kwa ujumla. Ukipata mbegu ambayo ni nzuri au mbegu ambayo ni bora zaidi, basi itakusaidia sana ufugaji wako uweze kuwa rahisi zaidi. Kwa mfano, uh, kuna kuku wenye uwezo wa utagaji wao unakuwa mkubwa zaidi, lakini pia hata ukuaji wao, lakini afya njema. Usisahau kujifunza namna gani na kuweza kupata chakula bora kwa ajili ya kuku wako, au kuandaa au kuchanganya chakula wewe mwenyewe nyumbani kwako. Lazima ujifunze namna gani wakuweza kuandaa chakula bora kwenye ufugaji wako wa kuku, na kama unanua chakula, basi jitahidi sana kufuatilia Uh, vyanzo ambavyo vinaandaa au vinauza chakula ambacho ni bora zaidi kwa ajili ya ufugaji wako, lakini pia jitahidi kufahamu magonjwa auza au... vifo la... na magonjwa mbalimbali mbali kwenye kuku wako, ni pamoja na kuzingatia ratiba ya chanjo kwa ajili ya kuchanja kuku wako dhidi ya magonjwa mbalimbali mbali. la... zipo uh, tofauti kulingana na aina ya, ya, ya, ya umri wa kuku wako na aina ya magonjwa ambayo unaenda unaenda kuwachanja. Kwa hiyo fuatilia video zetu mbalimbali mbali, utajifunza ratiba za chanjo za kuku na wewe utaweza kujifunza mengi sana. Tu lazima uwe na tamaduni za kuandika kudika uh, kuandika zile rekodi au takwimu mbalimbali. Hapo lazima uandike mapato utakayopata, uh, matumizi yote ili uweze kujua faida na hasara katika ufugaji wako. Ni muhimu sana usije ukasahau. Na pia masoko na upanuzi wa masoko pia ni muhimu sana katika ufugaji wako kwa sababu uh, kadili unavyozidi kuendelea kufuga lazima uwe na uwezo wa kutanua masoko kulingana na uzalishaji wako utakavyoweza utakavyoweza kuongezeka. Kwa hiyo jitahidi sana kufuatilia uh, namna gani utakavyoweza kupanua masoko yako kupitia mitandao ya kijamii, pia itakusaidia pia katika kuongeza wapi utaweza kuuza kuku wako, lakini pia utaangalia wapi kuna uhitaji utaweza kupata pia. Mambo haya yote yataweza kusaidia sana katika kufanya ufugaji wako uweze kuwa mzuri na kuweza kupata faida. Pia mbinu ziko mbalimbali mbali za ufugaji wa kuku, unaweza kwa comment hapo changamoto ambayo inakusumbua tofauti na video hii ya leo na, kwa, kwa kutengenezea video ukaelewa zaidi. Na kama una shida nyingine yoyote tofauti na video hii, kama una changamoto na, kwa kwa na tamaa katika, basi tukutane kwenye video bye inayofuata.